Chama tawala nchini DRC, cha UDPS, chake Felix Tshisekedi kimemjibu rais wa zamani Joseph Kabila, kuhusu matamshi yake kuwa, serikali ya sasa imekuwa ya kidikteta na imeshindwa kutatua changamoto za wananchi. Katibu Mkuu wa UDPS, Augustin Kabuya, amemwelezea Kabila kama kibaraka wa Rwanda na kiongozi wa kundi la M23 na kuongeza kuwa kiongozi huyo wa zamani hana cha kuifunza serikali ya rais Tshisekedi. Kauli ya chama hicho tawala imeungwa mkono na msemaji wa serikali Patrick Muyaya. Kwa kweli rais Kabila ni mtu aliyepita na hana lolote la kupendekeza kuhusu hatima ya nchi. Kwanza tuliona akizungumza na gazeti la Saturday Times la Afrika Kusini, ambapo alionyesha uungaji mkono kwa kundi ambalo yeye mwenyewe alipiga vita akiwa kama rais. Ni mchanganyiko na mkanganyiko unaojitokeza hapa. Tupo kwenye demokrasia, kila mtu iko huru kwa maoni yake. Sisi tunafanya kile ambacho alishindwa u hatua alipokuwa madarakani. Muhimu kwetu kama serikali ni kuhakikisha kuwa tunapiga hatua. Kuna mahakama ya historia, lakini kwa kweli uamuzi aliouchukua unaharibu hata mazuri aliyowahi kufanya. Inasikitisha. Vita vya maneno vinashuhudiwa nchini DRC kati ya Kabila na serikali, baada ya wiki iliyopita, kiongozi huyo wa zamani, kuondolewa kinga ya kushtakiwa na maseneta.